We've got some quite disturbing news coming in from Tanzania, and actually fresh protests may hit the waves in Tanzania again. Why? Because Tanzanians are now realizing seven footballers from Tanzania have been killed during the Tanzanian massacre. hmm. Baada ya maandamano makali ya kutisha yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania sasa hivi kumetokea tena cheche za maneno ati maandamano mengine season 2 yanaweza yakandaliwa. Umemsikiliza huyu ambaye amezungumza hapo, na hiyo ni kweli, maana baada ya maandamano kufanyika, angalau kumetulia kidogo, ndio sasa kila mtu ameanza kuangalia ni nini kimeharibika, ni nani amekufa, ni nini kimeenda wrong. Sasa ndio inakuja kugundulika kuna wale majamaa, ile miili ya wajamaa walikuwa wamehipiwa pamoja hivi, imegundulika mingi ya hiyo ili miili ilikuwa ni miili saba ya wachezaji wa timu moja huko Tanzania. Hili nalo limewakera wa Kenya, imewakera wa Tanzania pia. Imagine, seven football players died. Imagine, that is to lose the whole club. Almost. Maana ka team inakuwanga na wachezaji 11. If I'm not wrong, I'm I'm wrong because I'm not a footballer. But I think they are 11 in the field. If they are 11, seven have been killed kwa maandamano Unaona your team, your team, will it stand? Itasimama tena. Hiyo itakuwa imeisha. Ndio maana watanzania wamekasirika, wameuliza Samia Suruhu swali, hawa wachezaji ni watimu gani? Ni watimu ya Kenya ama ni watimu ya Tanzania? Sasa kama ni watimu ya Tanzania waliuawa kuwa maandamano, which means according to you, Samia Suruhu, hawa si wa Tanzania because Samia Suluhu kile kitu ambacho kinaweza kikamweka taabani kabisa, alizimama yeye kidete, na midomo yake ikiwa imekauka vizuri, macho yamekauka, hakuna hata hata chembechembe cha -chembe ja usingizi ile yenye inaonekana kama anasinzia akizungumza, hakuna hata chozi kwa macho yake, na akasema, hatukusikika hatukusikia vibaya maana waliokufa waliokuwa wanaandamana sio wa Tanzania. Sasa swali ni moja, hawa wachezaji wa mpira wamekufa ni wa timu gani? Jamani, Samia zuruhu Jam, Samia, Samia, Samia, mimi nimeshawaambia, si cha weiona mtu mwenye ni mnyama kiasi hiki, especially mwanamke kwa sababu it is believed that mwanamke ni mtu mwenye kuna huruma ndani yake, ni mtu mwenye alisaa akasikia uchungu wa kusaa. Hata kama mtoto si wake, akimwona akiumia atasikia uchungu. Na ndiyo maanake watu wengine wamesema mwanamke, we don't want hatutaki. Na ndiyo maanake watu wengine wamesema mwanamke, heh, wacha wewe vile itakuwa. Wacha tupambane na kitenji wetu. Hata watu wamesema huyu sasa, huyu huyu huyu sasa huyu kitenji mwenye tulikuwa tunasema ni kitenji. Sio kitenji wa butcher. Huyu ni kitenji padri. Na hata anaweza akawa pasta mzuri sana. Baada ya kuangalia kile ambacho kimefanyika Tanzania. People have been rotted. You need Mashaka. Watu wameuliwa. Na baada ya hayo yote mtu anasimama vizuri kabisa kijeshi bila hata chozi. Na anasema hao wote sio watu wa njiyake. Hii sasa ndio ile inaitwa baada ya maandamano te, te, te, te, te feedback, feedback of maandamano if there is a time pain it is as from today. maana maandamano ni kama imeturia ime kidogo. And according to the constitution of Tanzania, ile sheria ambayo inawaongoza wa Tanzania, na nishawaambia, kuna mtu aliniandikia akaniambia wewe, according to ile sheria ya Tanzania, sasa kila kitu imeisha, maandamano imeisha kiongozi amesapatikana na hakuna mwenye atampinga, na kila kitu imeisha, na hivyo itakuwa hivyo vile. Ishakuwa watu wamekufa wameshakuwa hivyo, lakini ni usuni, by the way it's very bad, it's very very bad. Na kuambia it's bad, yule mwenye yeye hawezi akaona akasikia uchungu, ni yule mwenye alikuwa anataka watoto wa watu wauliwe njia kama hiyo. Lakini kuna wamama mahali fulani wa usuni na machonzi wanalia Wakenya, sasa they are going to rush the finance, they are going to rush in the field, na hilo ndilo limewakasirisha mpaka ukiangalia wengi, mtakuwekea hapa wamesema no, tunaweza tena tukafuti barabarani tukaenda huko vizuri. sasa kuulizia Suluhu Samia atuambie atalipresi vipi hawa mafutiporas ambao wamekufa na atuambie kama kweli hawa ni wa Kenya ama ni wa Tanzania. That is the painful part of it. So painful. Kupoteza seven seven. Seven good footballers. Hiyo timu imeisha. That team is gone. Na hivi karibuni, vile tunakaa hivi tunaangalia, unaweza ukaona tena maandamano mengine mapya ya kisuka nchini Tanzania. Anyway, God bless Tanzania. God bless all people. Na wale wenye mmefiwa, hatuna chenye tunaweza waambia, ila tutawaambia pole. Lakini huyu mama wenu huyu